Ndugu zangu nimekuja hapa ni wakumbusheni, jamani, huu ni mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani, ni wakumja kumrudia Mola wetu, ili tukumbuke dua, ibada tendeni msikitini, jamani. Na wewe hapo haswa unapenda sana mambo ya ulabu, hebu punguza basi japo hata mwezi huu mmoja, eh? Nadhani mmenielewa na hivi saa saba hii twendeni msikitini tukaswali. Sawa, kwema. Sasa mzee, mi nimekuelewa na mi e, nishajirekebisha kwao, ngoja niwahi nyumbani nikavae kanzu, maana hivi si unajua siwezi kuswali. Tutawasiliana basi, twende msikitini.